Ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma General. Jina langu ni Jackline Masawe, pamoja nami ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi dokta Peter Chapa. Mada yetu ya siku ya leo, tutaangazia tatizo la kunyonyoka kwa nywele, kitaalamu wanaliita alopecia. Karibu dokta, tunapozungumzia tatizo la kunyonyoka nywele ama alopecia, tunamaanisha nini hasa? Kama neno lenyewe lilivyo, kunyonyoka kwa nywele au ku, neno zuri zaidi tutumie kupotea poteza nywele au kizungu tunaita alopecia. Hii ni kitendo cha sehemu ya mwili ambayo inakuwa na nywele zinapopotea kutokana na sababu mbalimbali, basi kitendo tunakiita alopecia au kupu, upotevu wa nywele. Okay, daktari, hizo sababu mbalimbali ni zipi hasa? kuna aina ya kupotevu wa nywele ambao mara nyingi tunaweka kwenye kundi la uh, scarring uh, au sikatisho alopecia, ambao mtu anapoteza nywele na haziwezi kuota kwa, kwa matibabu ya kawaida labda kumpa dawa na nini. Kwa hiyo kundi hilo, mara nyingi huwa inasababisha na magonjwa ambayo yanaweza kuleta ya inaita inflammation au kama uvimbe hivi kwenye maeneo ya nywele na anapopona huyo mtu hilo tatizo basi namwachia kama kovu e, makovu mara nyingi hawezi akaota nywele. Magonjwa mbalimbali ambao anaweza kusababisha aina hiyo ya upotevu ya, ya, ya, ya, wa nywele kwa mfano mtu amepata labda uambukizi wa bakteria kwenye nywele halafu labda kichwani lafu akatoa sumu ambayo ikaleta ika nywele zile zikaharibiwa, anapopona anapoweka ile kovu basi tuna mtu tunamwita na alopecia, lakini nywele zake haziwezi kuota kwa kawaida, labda njia zingine labda za kupandikiza na nini. Lakini kuna kundi la pili, ambao sasa ndio kubwa zaidi, ambao ni upotevu wa nywele ambao zinaweza zikaota tu bila hata kupandikiza, labda kwa kutumia dawa au kitegemea ni sababu ni nini, banaza kaota sasa. Hizo ziko sababu mbalimbali, sababu mojawapo ni sababu za, za kurithi Eh, kuna watu wana vipara tunasema vya kurithi. Hii inatokana na vichocheo vya mwili androgen, nafikiria hata mimi zikiota nywele tu kidogo hapa kichwani kwangu utaona. Sasa hii tunaita male pattern alopecia, ambao ni sababu za kurithi, vipara vya kurithi wanapoteza nywele, anazaliwa vizuri, baadaye nywele inapotea. Lakini kuna wengine ambao kwa mfano mtu ambaye ana suka nywele anazivuta sana. And traction alopecia eh, ule uvutano wa nywele anavovuta, basi nywele zinaweza zikapotea pia, lakini kuna sababu zingine e, kama ma, magonjwa ambayo yana, yana, yana, yana, yana, yana kwenye kundi tunaita autoimmune, kama mwili unajila wenyewe. Sasa hata kwenye nywele kuna ugonjwa tunaita alopecia areata ambao ni kama mwili unajila wenyewe, kinga ya mwili wenyewe inashambulia nywele alafu zina, zinapotea na inaweza kuwa ni kichwani tu, au wakati mwingine inaweza kuwa mbaya zaidi ikahusisha hata nywele za mwili wote, tuangalie, hana nywele hata moja. Kwa hiyo ni sababu zingine, ni kama matumizi ya dawa eh. kuna matumizi ya, ya, ya kwa mfano mtu alikuwa na na kansa labda akapigwa mionzi, inaweza kumletea pia nywele kupotea. Mwingine stress eh, ile hofu ya kupitiliza inaweza kumletea vilevile nywele kupotea. Mwingine inaweza kuwa ni upungufu au uh, upotevu wa, wa vitamini fulani mwilini au madini ya chuma. Tukirejea katika maelezo yako umesema kwamba kinga mwili zinakula mwili, maana yake zinaushambulia mwili, ni kwa nini sasa zinakwenda tofauti na utaratibu ambao O, Koko katika o, kuna dhana tofauti tofauti ambazo yeah, uthibitisho wake kwa kweli ni mgumu. Ii eh, tunachojua haya magonjwa ambayo kwenye kundi la autoimmune eh, kama kinga ina imepata kama ukichai yani, eh, kitu ambacho inatakiwa ikilinde yenyewe inashambulia, kwa hiyo yes, kuna dhana tofauti tofauti kama matumizi ya dawa na kadhalika. Kwa hiyo kuna dhana nyingi ambazo kweli uthibitisho wake ni mgumu, lakini pia imekuwa ikihusianishwa labda mtu anaweza kuwa na eh, autoimmune condition, yani ugonjwa ule ambao kinga ya mwili inashambulia labda kiungo kingine. Kwa mfano kuna magonjwa ambayo anashambulia labda tezi ya kwenye shingo, hiyo thyroid gland. Sasa eh, mtu akiwa na tatizo kama hilo inawezekana akapata vile vile alopecia areata. Okay daktari, umezungumzia neno vipara kuna aina ngapi za tatizo hili? Eh, kuna tunaita male pattern ya alopecia na female pattern ya alopecia inayotokea kwa wakina mama, inayotokea kwa wakina baba, lakini ambao ni, ina, ina, inatokea kwa wingi zaidi ni upande wa wakina baba. Nafikiri wakina mama wenye vipala ni wachache, lakini asilimia kubwa ya vipala hivi ambapo vinatokana na urithi ni vya wakina baba zaidi. Kuna utofauti wote kati ya kipara cha kurithi na kipara cha ugonjwa wa alopecia? Ndio e, kwa mfano kipara cha, cha kurithi, kwa mfano nizungumzie upande wa, mfano, wa, wa kina baba ile male pattern alopecia, kama neno lenyewe pattern, ni kwamba inatokea kwa, e, pattern, yani kwa utaratibu maalum, yani hakuna ya, ukiangalia kichwa wengine labda inaweza kaanzia katikati utosini pale, wengine kaanzia pembeni alafu nywele zikapotea zikazunguka kichwa. Lakini ma, magonjwa mengine ambayo yanatokana labda na sababu zingine, kwa mfano tukichukulia hiyo uh, alopecia areata ambayo ni kupotea nywele kutokana na kinga ya mwili yenyewe, ukiangalia kule kichwani unakuta vifungu kila sehemu imetokeza tokeza tokeza, mm -hmm, hapa pale pale kichwa, lakini hakuna utaratibu maalum nywele zinapotea kuelekea lakini pia ukiangalia magonjwa mengine kama ya kunyonyeka nywele ambayo sababu mojawapo e, siku sikuitaja ya magonjwa ya ngono kama syphilis e, pia vilevile yanakuwa na utaratibu kwamba nywele zinanyonyoka sehemu tofauti tofauti za kichwa, lakini hakuna utaratibu maalum zinaanzia hapa zinaelekea sehemu fulani. Katika hizi aina za alopecia, ni aina gani ambayo ni hatari zaidi? ni ile aina ya alopecia kama nilivyosema ambayo inasababisha kovu katika ile eneo, lakini aina hizi zingine kwa mfano e, alopecia areata kuna matibabu ambayo unaweza kutumia dawa na mgonjwa, inawezekana nywele zika zikaote, lakini so, Dkt. Samari, kuna msemo unasema kwamba ukimona mtu mwenye kipara ana akili nyingi. Kile kwako wewe? Hakuna uhusiano wowote. Okay dokta, asante, ninawezaje kumtambua mtu mwenye tatizo hili la kunyonyoka kwa nywele ama alopecia. Kwa mara nyingi oh, upala ambao labda unatokana na tatizo la hilo la autoimmune labda lile ambalo ni kinga yake mwenyewe ya mwili na inashambulia hizo nywele, mara nyingi hawapendi kuonekana. Watakachokifanya kama ni mama labda, kama imetokea kichwani, atavaa wigi au atanyoa nywele. Kwa baba mara nyingi ni rahisi, atanyoa tu nywele, kwa hiyo kujua kwamba huyu ana tatizo hili ni changamoto, isipokuwa hivi vipara vya urithi ambavyo watu wengi wanaweza wakaviachia tu hivyo wenyewe, kwa sababu ile ni pattern maalum, hata kwa mwonekano haisumbui sana, tofauti na aina hizi zingine ambazo zinatokana na, na maradhi mbalimbali. Kuna watu ambao wanadhani upara ni fashion, unakuta mtu kanyoa nywele zote afka mpaka mafuta. Hii ina athari gani katika ngozi yake pia na afya yake. Anaweza kapata madhara yanotokana na mionzi ya jua, kama hatachukua tahadhari za kukinga na mionzi ya jua. Kwa ngozi zetu sisi wa Afrika, mionzi ya jua haileti madhara makubwa sana ukilinganisha na wenzetu, sababu wenzetu ngozi zao kidogo haziimili. Hiyo hiyo dozi ya mionzi ya jua inaweza ikawapelekea hata kupata kansa uh, au uh, saratani ya ngozi, lakini sisi, mara nyingi, mabadiliko pekee utakayoyaona labda ni rangi kuongezeka. Kwa mfano mtu uh, anayenyoa kipara ukimwangalia kichwani au usoni pamoja na tumboni, kama watu wawili tofauti. Ile ni utaratibu wa ngozi wa kujikinga kutokana na mionzi ya jua, inatengeneza rangi zaidi ili kuweza kujikinga na mionzi. Lakini inawezekana, ingawa ni mara chache mno, anaweza kusema mara chache sana, akapata madhara mengine kama mabadiliko ya awali ya saratani ambayo inaweza katokea miaka mingi nani, kwa watu wachache mno, maana ngozi zetu zinahimili sana. Kwa Tanzania tuna watu labda wa kundi la watu wenye albino ambao wow, wao hawatengenezi kabisa rangi kwenye ngozi zao. Kwa wale wanaponyoa upala halafu wachukui tahadhari zile, kwa mfano za kujikinga na mionzi ya jua, madhara ni makubwa sana, kwa sababu inaweza kuwapelekea kwa kupata saratani, na kama hajagundulika mapema, inaweza kumpelekea hata kifo. Ni madhara gani sasa ambayo yanatokana pale mtu anapopoteza nywele? Kama nilivyo utangulia kusema awali, wanaita psychological stress yeye, yeah, mtu mwenyewe kwamba alizoea ana nywele labda kichwa kizima, ghafla baadhi ya maeneo hana hana, kwa hiyo inaweza kumletea msongo wa mawazo, na wakati mwingine ametumia matibabu kadhaa, lakini nywele hazioti, hiyo kidogo inaweza kumpelekea kupata msongo wa mawazo, hata kupata sonona wakati mwingine, kwa sababu tu nywele zake Uh, hazipo. Kwa hiyo hasa ni changamoto za afya ya akili, mara nyingi wengi wanazipata wana, wana. hizo ni kundi gani zaidi ambalo liko hatarini kwa tatizo hili? Naweza kusema kwa ujumla, inategemea na aina ya tatizo ambalo limesababisha kupotea huko kwa nywele. Umri gani sasa ambao kidogo tatizo lipo? Umri wote unaweza kupata hili tatizo, isipokuwa naweza kusema kuna exceptions ya aina ya ya ya ya huko kupotea kwa nywele, kwa mfano mara chache sana unaweza kumkuta mtoto mdogo ana aina hii ya kurithi androgenic alopecia. Upala huo ambao wengi wanaweza kutania wenye upala wote bwana, wana akili sana au wana hela, ingawa nimesema husiani. Ugonjwa huu unatiba ikitegemea aina ya, ya, ya chanzo, unaweza kutibika. Inaweza kusema asilimia kubwa ya ya matatizo haya yanaweza kutibika either kwa dawa au kwa wale ambao wamepata ile aina ya kwanza, ambao inasababisha ina nywele zisiote tena. Wenzetu wameenda mbali zaidi wanapandikiza hata nywele. Je, yeah, ninaweza nikapata kinga ambayo itanisaidia tatizo lisijirudie tena? Kinga hakuna, kinga hakuna, naweza kusema hivyo ili, kama ilivyo magonjwa mengine kwamba, kwa mfano ya kuambukiza ukipata kinga asiwezi kupata tatizo hilo, hapana kinga wanapojitokeza kwa basi, inatafutwa sababu, inatibiwa hiyo sababu, basi maisha yanaendelea. Daktari, umezungumzia mambo mengi na ambayo yanahusu mitindo yetu ya maisha, ni lipi hasa ambalo unalo kwa ajili ya kushauri watazamaji wanaokutazama? E, mimi ni washauri wanapopata changamoto hizi wasiwaje katika huduma e, katika hospitali zetu waweze kutana na wataalamu watapewa ushauri, kama tatizo lake linaweza kutibika wakaakatiwa basi, ataweza kupatiwa matibabu badala ya kuhangaika labda huku na huku huku na huku mpaka wakapata e, ile e, changamoto ya afya ya akili kutokana na tatizo halijatibika. Basi ni washauri waje hospitali, tutawachunguza, undua sababu ni nini, tunaweza tukawashauri hata kuwapa matibabu na nywele zikaota wakaendelea na maisha. Asante dokta. Mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, karibu tena. Asante sana mtazamaji, ni Dkt. Chapa kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Kubwa zaidi tulikuwa tukijadili tatizo la kunyonyoka kwa nywele, kitaalamu wanaliita alopecia. Jina langu ni Jackline Masawe, kwaheri, tukutane tena wakati mwingine.